ambaye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasalam, ninayusia nafsi yangu yenye mapungufu bila kusahau kukuusieni ndugu zangu watukufu Waislamu katika jambo kubwa kabisa la kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Watukufu ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa taala alitujalia kutupa uhai, akatujalia mimi pamoja na wewe kuwa katika ofa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akatupa neema kubwa, akatuambatanisha na furaha ya Idi. Alhamdulillah, wengi wamefurahika kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa Ta'ala. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atusamee yote yaliyopita kwa kufunga na kuswali usiku Ramadhani hii iliyopita, kama ilivyopita Ramadhani. Pia tunamwomba Allah subhanahu wa Ta'ala yale makosa yetu na matatizo yetu yapite, tuwe ni watu wema, watu wenye kuhesabika hesabu nzuri akhera. Ndugu zangu katika imani, ama maudhui ya hotuba yetu ya leo, tutaelezea namna bora ya mtindo wa maisha ambao tunatakiwa tuwe nao mimi na wewe baada ya Ramadhani, lakini kubwa zaidi tutazungumzia wale ambao wana matatizo mbalimbali mbali katika maisha yao. Mimi pamoja na wewe tukiwa Waislamu hivi, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia wale wenye matatizo, wafungwa wenye matatizo, mayatima wenye matatizo, wagonjwa, tunatakiwa baada ya kuisha Ramadhani tuwe na sura mpya ya kuangalia wale watu na kuwaandalia mazingira ya faraja, mazingira ambayo mimi na wewe yatatunyoosha moja kwa moja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa tutafanya kwa ikhlasi. Katika aya niliyotangulia kuisoma Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia innallaha yamurukum bil adli wal ihsan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamlisheni kufanya uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni kufanya wema. Uadilifu na wema ni katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu atakiwi kuwa kinyume chake, mtu atakiwi kuwa mwovu, mtu anatakiwa kuwa mwema, mtu anatakiwa kuishi na watu vizuri, ana kipato au hana kipato, ana madaraka ana madaraka

na dhulma walbaghi yaidhukum laalakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mawaidha na anatuwaizisha ili tupate kukumbuka. Ndugu zangu katika imani, aya hii inatufundisha kuwa Uislamu umejengwa juu ya misingi ya uadilifu, ihsani, wema, wema tena wema wa hali ya juu sana. Hii ni msingi wa maisha ya kijamii yenye amani na huruma. Jamii yetu ni jamii yenye amani, jamii yetu ni jamii yenye huruma. Lakini kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa matatizo kwa kuchuma na mikono yao wenyewe au kwa kutokutarajia Leo ndugu zangu katika imani, tukienda mahabusu, tukienda mahakamani, tunakutana na kesi kibao. Wengine wamedhulumiwa, wengine haki kabisa wamefanya makosa, lakini wenyewe hawakufikiria kama itafika hatua ile iliyofikia, mtu wa kuwaza kabisa kama ipo siku anaweza akawekwa sehemu kama ile. Mimi pamoja na wewe ambao tuko huru, tunajua thamani ya uhuru, tunaona, tunafanya kila kile ambacho tunakitaka tunatakiwa tutumie fikra ama nguvu kubwa ya kwenda kuwatizama ndugu zetu na kuwasaidia mambo mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka jamii yenye amani anaitaka jamii yenye uadilifu Allah subhanahu wataala, anaitaka jamii kwenda katika hali ambazo Allah subhanahu wataala anazitaka, ili mradi mimi na wewe tuwe katika hali mzuri. Wallahi, tukiwa katika mazingira haya ya amani, hatuwezi kujua thamani ya maneno haya. Leo watu wako mahabusu. Allah, sijalie siku moja tu ukapata mtihani ukaenda pale polisi, ukakaa na wale mabusu, ukaona namna gani wanavyozungumza maneno. Wengine wamezulumiwa, wengine wamezulumiwa haki zao, wengine wamekamatwa, ameekwa pale wazazi wao hawajui kabisa kama wale wako pale. Wengine wanafikiria kabisa kwamba mtu fulani kashapotea, amekufa. Mwingine suu kachukuliwa, msu kule, mtu hafahamu kabisa, kwa sababu mawasiliano hakuna, mtu miaka na miaka yuko pale. Lakini Uislamu unatuamlisha uadilifu na wema. Mimi pamoja na wewe tutembelee maeneo kama yale, si jambo ambalo labda utakatazwa, tunatoa misaada mbalimbali mbali. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna baadhi ya vikundi vilichangisha nguo, daku, vyakula mbalimbali, vitu mbalimbali mbali, pesa vikapeleka pale, kwa sababu ya kuwasaidia ndugu zao ambao wamewekwa katika maeneo kama yale, na Allah subhanahu wa ta'ala

satarahu Allah yauma alqiyamati Allah subhanahu wa ta'ala anasema muislamu ndugu yake muislamu hamdhulumu wala hachi adhulumiwe na mwenye kumwondolea muislamu dhiki moja katika dhiki za dunia Allah subhanahu wa ta'ala atamuondoshea dhiki moja katika dhiki za siku ya kiyama hata kama mtu akawa na dhiki gani katika mgongo wa ardhi haiwezi kufanana na dhiki ya siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa nafasi. Mimi na wewe tunawajua ndugu zetu ambao wamezulumiwa au awa awajadhulumiwa, lakini walifanya makosa labda kwa hasira tu, shetani aliwapanda wakakosea, wakaingia katika mazingira kama yale. Ukatumia pesa, ukatumia nguvu kubwa sana, ndugu yako muislamu ukamsaidia, aidha ukamtaftia mawakili, aidha wewe mwenyewe ukatumia nguvu ya pesa ukamtolea dhamana, ukafanya mambo mbalimbali, ukamtoa katika mazingira kama yale. Mtume wetu Muhammad

Siku ya kiama, siku ngumu. Una matatizo makubwa, hakuna msaada isipokuwa sababu zako. Umewadhulumu watu, utolee sababu zako, mpe mtu mwingine, ni jambo gumu, aliwezekani. Afadhali katika mazingira ya kidunia utakopa pesa, utafanya vitu mbalimbali, utafanya hiki na kile, lakini akhera, ndugu zangu, katika imani akhera, hatuwezi kabisa mimi na wewe tukawa na Tuka nafasi ya kutoa pesa, tukawa na nafasi ya kufanya mambo mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa fursa katika maisha yeyote mwenye kumsaidia ndugu yake katika imani shida moja tu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia shida yake siku ya kiyama. Akasema mtume wa Allah, na mwenye kumstiri muislamu Allah atamsitiri siku ya kiyama. Inatukumbusha kuwa sisi sote ni ndugu na kwamba tunapasa kusaidiana katika shida. Hii ni moja ya kuwasaidia wafunga wafungwa na maabusu ambao wako katika kizuizi katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia na aya tu yafanye isipokuwa kwa kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo wema ndo Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaeleza watu ambao walikuwa wanafanya mambo kwa ajili ya Allah, anasema Allah, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira, inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza wala shukura. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wayutimu na taama na wanawarisha chakula maskini, ao ndio waislamu wa kweli kweli. Mimi na wewe tujiweka katika mizani tima juu ya kukipenda kwake iko chakula na mateka, hali ya kuwa wanakipenda. Usema watu hao innama nutimukum liwajihi llahi, hakika sisi tunakulisheni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tutaki malipo wala shukurani. Kwa sababu leo tumezoea, kila mtu akikufanyia wema na we umfanyie wema. Angalia wanaume hawa, wanatoa hawa wanatoa kwa ajili ya Allah, hawasemi tunataka utusaidie wala tunataka shukurani. Leo twende kwenye masharehe, kwenye mpeni la mtu, anatoa pesa, anamwandika jina lake kwenye daftari, naye akiwa na shughuli yake yote, lazima pesa ile ile atoe. Sio kutoa kama kule kule, sio kutoa, sio sadaka ile. Watu hawa tunatakiwa tuwasaidie, wagonjwa tunatakiwa tuwasaidie, wafungwa natakiwa tuwasaidie watu mbalimbali mbali, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wataala, kuwasaidia kwa dua, kuwasaidia kwa pesa, kuwasaidia kwa, kwa mambo mbalimbali, Allah subhanahu wataala atatusaidia. Leo nani anafikiria atoke hapa aende magereza pale na chakula chake mchele, kilo kumi, kilo ishirini, kilo thelathini, aende na sabuni, aende na viwembe? Nani leo anafikiria jambo kama hilo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa Ta'ala? Wengi wetu tumefumba macho mambo hayo, kitu ambacho wale waliokuwa pale hawakufikiria hawakutarajia kesi zao kuzifikilia kabisa kama zitawafikisha pale. Mimi na wewe tunatakiwa tutumie nguvu kubwa sana ya kwenda kuwasaidia. Kuna watu maalum ambao wanaweza wakawafikia wale watu, mnawapa pesa, mnawapa nguo, mnawapa makanzu, mnawapa mambo mbalimbali ili waweze kujisafisha, ili waweze kufurahika, ili waweze kujua kweli na sisi pia tunathaminika ya kutafuta radhi za Allah subhana wa ta'ala bila kutafuta malipo wala shukurani. Atiu jaia wa udulmarida wafukulani anasema: walisheni wenye njaa, watembeleeni wagonjwa na wafungulieni wafungwa. Inahimiza kuwasaidia wale wanaohitaji, watu mahitaji ya maalum na inajumuisha wafungwa mabusu. Eh, na wanawachuoni wanasema wakiislamu wameeleza kuwa kuwajali wafungwa na mabusu ni jambo muhimu sana. Wanawachuoni wanatuambia hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa unapata chakula, unapata mavazi na matibabu na kwamba haki zao zinalindwa. Pia unapaswa kufanya jitihada kubwa sana ya kuwasaidia wafungwa na maabusu kurekebisha maisha yao ili waweze kurudi katika jamii wawe watu wema sana. Imam Shafi anasema hakika mfungwa kutendewa kwa haki na huruma, na kutolewa pale anapoonekana ana hatia Imamu bin Hambari alikuwa akiwahimiza watu, huyu ni miongoni mwa maimamu wakubwa sana, alikuwa akiwahimiza watu kuwatembelea wafungwa na kuwapa moyo, kuwapa maneno mazuri mazuri. Kuna mifano mingi, watu ambao wameingizwa katika kifungo, watu wamefungwa, lakini baadaye wakathibitika kuwa hawana hatia, hawana kosa lolote lile. Hii inatukumbusha kuwa tunapaswa kuwahurumia na kuwapa haki zao wafungwa na maabusu wote. Mimi pamoja na wewe, kama tulizoea kuangalia watu fulani wagonjwa, hata mtu asio kuwa jamaa yako unakwenda kuulizia hali zake. Sisi tuko katika nchi ambayo alhamdulillah ina amani, tunaenda kuwasalimia kuwapa maneno mazuri, au na chochote kitu, hata maneno yako tu yanatosha. Allah subhanahu wa ta'ala anaziona juhudi zako. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe moyo mzuri, na mwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tufungulie mambo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala atie uzito

iasi ndugu zangu katika imani, na kusieni tena kwa mara ya pili, pamoja na kuyusia nafsi yangu katika jambo kubwa kabisa la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mimi pamoja na wewe atujalie kuwa miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani e, muda wetu umekwisha, muda wetu umekwenda sana, lakini jambo kubwa kabisa ambalo tumelizungumza leo kuhusiana na kuwasaidia ndugu zetu Waislamu wenye kesi mbalimbali mbali, wenye matatizo mbalimbali mbali, wenye shida mbalimbali mbali. Lakini pia kuna watu wana maradhi mbali mbalimbali mimi na wewe alhamdulillah baadhi yetu Allah subhanahu wa taala ametujalia. Kuna watu kila siku kila wiki wanaenda kusafisha figo, kuna watu kila siku wanakula madawa na wana waponi, kuna watu wana maradhi na matatizo mbalimbali mbali. kuna watu wamelaa wamelazwa mahospitali hawahisi hata ladha ya vyakula. Mimi pamoja na wewe ambao Allah ametujalia afya akatujalia imani tunatakiwa tuwe chachu, tuwe ndiyo sababu ya wale watu kuwapa faraja, awe jamaa yako awe ndugu yako si ndugu yako. Tunajifunza vitu vingi sana tunapoenda kuwatembelea kuwatembelea watu wenye matatizo makubwa zaidi yetu, tunapoenda kuwatembelea watu wenye maradhi makubwa zaidi yetu, sisi kwa maana sisi hatuna maradhi, wale wana maradhi maku, maradhi makubwa. Tutakapoenda kuangalia tutajua ukubwa wa Allah subhanahu wa taala na malalamiko yetu ya maisha. Tukienda kuangalia wale pia tutaona Allah subhanahu wa taala, afya ametupa kitu kikubwa sana, ametupa utajiri mkubwa sana. Kuna watu wana mabilioni benki, lakini wako maabusu hawawezi kutoka. Kuna zamana pesa hazifanyi kazi. Kuna watu wako hospitali, kuna watu wamelazwa, wana mabilioni ya mapesa, lakini hawawezi hawawezi zile pesa zikawasaidia, hawaponi kwa sababu ya pesa zile. Lakini mimi na wewe alhamdulillah tuna afya njema, Allah ametujalia, tunapumua, tunakula tunachokitaka, tubagui vyakula viwe cha sukali uwe wali maharage, hatuna vidonda vya tumbo, hatuna maradhi mbalimbali. Allah ametujalia neema neema. Hii tunatakiwa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenda kuangalia wale ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa matatizo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ma min muslimin ya'udu musliman Muislamu yoyote anayemtembelea ndugu yake Muislamu mgonjwa asubuhi, malaika sabini elfu umwombea dua hadi jioni. Angalia neema kubwa sana hiyo, malaika elfu sabini malaika wa Allah wanakuombea dua wewe, kwa sababu ya kwenda kumwangalia mtu hospitali. Mkomaindo umeenda kumwangalia mtu, Ndanda umeenda kumwangalia mtu, Mwimbili umeenda kumwangalia mtu hospitali, malaika sabini elfu. Umetoka hapa na pikipiki yako na gari lako, hata umetembea ya mguu, asubuhi umekwenda umemsalimia, unamjua au umjui, Allah anawatelemsha malaika sabini elfu wanakuombea dua wewe, ili mradi Allah kusamehe makosa yako. Kuna nini tena sisi ambacho kitatusababishia kuingia katika moto wa Allah? Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi, anasema hadithi al-Qudsi, Allah anasema: ya ibn Adam, ewe mwanadamu, maridtu falam taudni. Allah mtukufu atasema, ewe mwanadamu mimi nilikuwa mgonjwa na ukunitembelea. Maneno haya anasema nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye Allah aumwi afya fanye chochote kile, lakini Allah anajinasibisha hapa, anasema mja wangu. Atasema Allah, mimi niliumwa, lakini aukunitembelea. Mja atasema, ewe mola wangu, vipi nitakutembelea na wewe ndiye mola wa viumbe vyote? Allah atajibu, je, hukuambiwa kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa lakini ukumtembelea? kama ukumtembelea, kama ungemtembelea ungenikuta mimi pale. Maneno yenye balagha yenye falsafa mzito, Allah subhanahu wa ta'ala anamzindua mwanadamu, anamwambia niliumwa mimi, mbona ukunitembelea? Mja anamuuliza ya Rabbi, inakuwaje wewe ndo mola wa viumbe vyote? au humu ya Rabbi, inakuwaje, inakuwaje wee mola wangu ndo useme unaumwa? Akasema ungekuja kuniangalia ungenikuta pale kwa maana ungemkuta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ungemkuta vipi? unamwona leo mtu bonge amenenepa unaambiwa anaumwa siku mbili siku tatu, ukienda kitandani unamkuta amekonda mifupa tupu. Lazima umuone Allah subhanahu wa ta'ala, uone ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa anakula vyakula vizuri vizuri, alikuwa anapenda nyama, alikuwa anapenda vitu gani, lakini pale vyote vile vimemzunguka. Angalia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, aoni radha tena ya chakula. Allah anamwambia mja wangu fulani aliumwa na ukwenda kuniangalia. Watukufu wa Islamu, tuka wa waangalie wagonjwa asubuhi, Allah anateremsha malaika elfu sabini, wanakuombea dua wewe. Nenda kaangalie malaika jioni, malaika wanakuombea dua wewe mpaka asubuhi. Nenda kaangalie wagonjwa jioni, wanakuombea dua malaika mpaka asubuhi. Ni mambo makubwa sana, mambo ambayo yatatusababishia mimi na wewe kuipata radhi za Allah, mambo ambayo yatatusababishia mimi na wewe kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, muda wetu umekwenda, tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie nyoyo zetu tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tufungue mimi na wewe kwenda kuwaangalia wafungwa wa mabusu na kuwasaidia, lakini pia kuenda kuwaangalia wagonjwa na kuwapa faraja. Ndugu zangu katika imani, tusikose fursa hii, fursa ya kuwasaidia ndugu zetu walioko magerezani na wagonjwa na mayatima. Ni fursa ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na thawabu kubwa akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale wenye kutenda mema na kuwasaidia wengine.